Jinsi ya kupakua application ya SOGA, utaingia Play Store kwenye simu yako. Utatafuta SOGA, yaani s o g a. Hakikisha imeandikwa stream kokote popote. Utapakua application yako ya SOGA, utasubiri imalize kupakua, kisha utabonyeza open kufungua. Utaingia SOGA, utaruhusu notifications Utachagua lugha. Mimi napendelea Kiswahili. Utaruka usajili wao, dakika 15 bure. Utabonyeza profile ili uweze kutizama dakika zako 15 za bure. Utachagua filamu au tamthilia uipendayo. Mimi napendelea Room 17. Utabonyeza kitufe cha play. Utabonyeza kwa ukubwa ili uweze kutizama video yako vizuri. Eh, dakika kumi na tano za bure zimeisha. Ili kuendelea, utabonyeza nunua kifurushi, utachagua mtandao wa malipo, utaingiza namba ya simu, hakikisha unakaa karibu na simu yako ili kuthibitisha malipo. Utabonyeza moja kuruhusu, utaingiza namba ya siri, utabonyeza moja kuruhusu malipo. Sasa nimepata kifurushi changu cha boda fasta cha wiki kwa elfu moja mia mbili tu. Pia unaweza kutizama kwenye kompyuta au TV yako. Utafungua browser ya TV au kompyuta yako, utaandika Soga co tz, utaenda kwenye aplikesheni ya Soga. Utachagua filamu au tamthilia uipendayo, chagua kitufe cha TV au PC.